Rais wa Marekani Donald Trump akizungumza na waandishi wa habari kwenye ndege ya Air Force One amesema kuwa Iran sasa imeomba kufanya mazungumzo na Marekani. Ndio, ndio walipiga simu jana, Jumapili Januari 11, 2026, Trump aliwaambia waandishi wa habari bila kutoa maelezo zaidi. Viongozi wa Iran wanataka kufanya mazungumzo, nadhani wamechoka kushambuliwa na Marekani, alisema rais wa Marekani. Aliendelea kusema tunaweza kukutana nao, na maanisha sasa mkutano umepangwa, lakini tunaweza kuchukua hatua kwa sababu ya kile kilichotokea. Trump pia amezungumza kuhusu ripoti ya kuenea kwa mauaji ya waandamanaji, ambapo sasa Iran inaonekana kuvuka mipaka kwa kuwaua watu wazi wazi, watu ambao hawakupaswa kuuawa. Hii ni vurugu, sijui kama unaweza kuwaita viongozi kutaka mazungumzo, lakini bado unaonekana kushikilia vurugu tu Tunaangalia chaguzi, jeshi letu linaangalia chaguzi nyingi, na tunaweza kufanya maamuzi makali zaidi, Trump aliongeza. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump amesema anapanga kuzungumza na bilionea Elon Musk kuhusu kurejesha intaneti nchini Iran, ambapo mamlaka za Irani zimezima huduma kwa siku nne, huku kukiwa na maandamano yanayoendelea dhidi ya serikali. Yeye ni mzuri sana katika mambo kama haya na ana kampuni nzuri sana, Trump Trump aliwaambia waandishi wa habari akijibu swali kuhusu kama angeshirikiana na kampuni ya Maski ya SpaceX ambayo hutoa huduma ya internet ya satellite inayoitwa Starlink ambayo imekuwa ikitumika nchini Iran. Upatikanaji wa taarifa kutoka Irani imekuwa vigumu kutokana na kuminywa kwa internet tangu Alhamis ya tarehe nane elfu mbili ishirini na sita, huku kukiwa na maandamano makubwa zaidi dhidi ya taasisi ya makasisi nchini humo tangu mwaka 2022. Machafuko nchini Irani yamewaua watu zaidi ya mia tano, kundi la haki za binadamu lilisema jana Jumapili, Januari 11 elfu mbili ishirini na sita, huku Irani ikitishia kulenga kambi za kijeshi za Marekani ikiwa rais Donald Trump atatekeleza vitisho vya kuingilia kati kijeshi kwa niaba ya waandamanaji. Spika wa bunge la Iran Mohamed Bakari Ghalbaf alionya Washington dhidi ya kukosa hesabu na takwimu sahihi juu ya kinachoendelea Iran. Tuwe wazi, katika kesi ya shambulio dhidi ya Iran, maeneo yanayokaliwa na Israeli pamoja na kambi na meli zote za Marekani zitakuwa shabaha yetu halali, alisema Ghalbaf, Kamanda wa zamani wa walinzi wa mapinduzi wa Iran. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.